Mimi ni shahidi wa nguvu za Mungu kupitia Samsoni. Samsoni alikuwa mtu wa ajabu aliyechaguliwa na Mungu tangu kuzaliwa kwake. Mama yake alikuwa tasa, lakini malaika alimwambia atazaa mwana. Alizaliwa na ahadi ya kuwa mnaziri, mtu aliyewekwa wakfu kwa Mungu. Nywele zake hazikukatwa kamwe, ishara ya ahadi yake kwa Mungu. Nguvu zake zilikuwa za kushangaza, akiweza kufanya mambo yasiyowezekana kwa wanadamu wa kawaida. Nilimwona akipigana simba kwa mikono tupu, akishinda bila jasho. Aliwaua Wafilisti elfu moja kwa mfupa wa punda pekee. Alibeba milango ya mji wa Gaza mabegani mwake, akiwadhihaki maadui zake. Wafilisti walimwogopa, wakijaribu njia mbalimbali kumshinda Samsoni. Akawa maarufu miongoni mwa watu wake, lakini umaarufu huo ulikuja na majaribu yake. Lakini nguvu zake zilikuwa na udhaifu: upendo wake kwa wanawake. Mwanamke mmoja, Delila, alimshawishi afichue siri ya nguvu zake. Kwa vishawishi na udanganyifu, Delila alimsaliti Samsoni, alimnyoa nywele zake usiku, akimpokonya nguvu zake. Wafilisti walimkama wakamtoa macho na kumfanya mtumwa wao. Samsoni shujaa mkuu, sasa alikuwa kipofu na dhaifu, akisaga nafaka gerezani. Lakini polepole pole, nywele zake zilianza kukua tena. Katika sherehe ya hekalu la Dagoni mungu wao, walimdhihaki Samsoni, walimweka katikati ya hekalu akiwa kati ya nguzo mbili kubwa. Samsoni aliomba, e Bwana Mungu, nikumbuke tena, mara moja tu, nipe nguvu za mwisho, nipate kulipiza kisasi kwa wafilisti kwa ajili ya macho yangu mawili. Niliona mikono yake ikinyooka, akishika nguzo za hekalu kwa nguvu zote, alisukuma nguzo hizo, sauti yake ikingurumu, nife pamoja na Wafilisti. Hekalu lilianguka kwa nguvu likimzika Samsoni na maelfu ya Wafilisti. Hivyo ndivyo Samsoni alivyofa, akiwa maadui wengi zaidi katika kifo chake kuliko aliyowaua maishani mwake. Hadithi ya Samsoni inatuonyesha nguvu za Mungu na udhaifu wa mwanadamu. Inatuhadithia juu ya msamaha na ukombozi hata baada ya kuanguka. Samsoni, ingawa alikuwa na makosa, aliishi na kufa kama shujaa wa Mungu. Na sisi tunaoshuhudia hadithi yake tunakumbushwa nguvu za imani na maana ya kujitolea. Hadithi ya Samsoni itaendelea kuwa mfano wa nguvu za Mungu zinazofanya kazi kupitia wanadamu wa dhaifu.